Wengineko ni kwamba mradi wa eneo la utafiti wa ubaharia wa Kabonyo Kanyagwal utakamilika kufikia mwezi Juni mwaka ujao ili kuimarisha shughuli za uvuvi katika ukanda wa Magharibi. Akizungumza baada ya kuzuru mradi huo katika eneo la Nyando, kaunti ya Kisumu, Naibu Rais Kithure Kindiki alisema kwamba ujenzi huo ni mojawapo ya miradi ya kupiga jeki uchumi wa majini humu nchini ili kubuni nafasi zaidi za ajira. Already serikali imetoa shilingi milioni 124 kwa vikundi mbalimbali vya wavuvi ili watafute vifaa vizuri vya, vya kuvua samaki na mwaka huu tunataka tuongeze pesa hiyo, tunataka kununua mashua za kisasa ambazo zinaweza enda kule kwa ziwa ama kwa bahari kwa siku tano, siku nne, siku kumi ili wavuvi wetu waweze kufika kila sehemu ya ziwa hii na wawe salama.